FM. 2026 Aminia. 93.7 Radio Kwizera FM Kigoma. Radio Kwizera. Habari, Habari. Miongoni mwa taarifa tulizo nazo ni pamoja na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza lawashikilia washikilia watu watano kwa tuhuma za wizi ndani ya vyombo vya usafiri wa umma aina ya daradara. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wapongeza hatua ya kuanza kujengwa kwa masijala ndogo za mahakama kuu ngazi za mikoa. Na waasi 43 wa kundi la M23 wajisalimisha kwa jeshi la taifa katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Muleba. Walimu wenye mahitaji maalum wa shule za msingi na sekondari wilayani Muleba mkoani Kagera huenda wakaboresha ufundishaji kwa wanafunzi baada ya Wizara ya Elimu kutoa vifaa saidizi vya kufundishia. Kaimu Afisa Elimu sekondari wa halmashauri ya wilaya ya Mleba, Bwana Matthew Lupemba amesema kuwa vifaa hivyo ni kompyuta mpakato kwa walimu wanne wa sekondari pamoja na kishkwambi kwa ajili ya mwalimu mmoja wa shule ya msingi. Aidha, Bwana Lupemba amesema vifaa hivyo vitasaidia kuongeza ufundishaji kwa wanafunzi. Vifaa hivi sasa kwa walimu hawa wavitunze, wavitumie katika matumizi sahihi, ili angalau waweze kufikia lengo ambalo limekusudiwa, ili viweze kuwasaidia na kurahisisha majukumu yao ya ufundishaji na ujifunzaji. Lakini pia niombe sasa, kama kuna walimu wengine ambao pengine wana mahitaji maalum hawajabainika, basi wasisite kujitokeza, serikali iko pamoja nao, iko kwa maana ya kuwasaidia. Kwa hiyo na wengine tutawahamasisha na wale ambao tu wako huko nao pia waonekane kwa upande wao. Mwalimu Godfrey Christian na mwalimu Bibiana Jakobo wameshukuru serikali kwa kuwapatia vifaa hivyo saidizi na kueleza kuwa vitawasaidia katika matumizi ya teknolojia kwa kuwa awali walikuwa wanatumia vitabu pekee. Kibondo. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wamesema kuwa kuanza kujengwa kwa masijala ndogo za mahakama kuu kwenye ngazi za mikoa kutasaidia wananchi kuepuka kufuata huduma hizo makao makuu ya mahakama ngazi za kanda. Hayo yameelezwa na baadhi ya wakazi wa wilaya hiyo akiwemo mwenyekiti wa wafugaji wa nyuki wilaya ya Kibondo UKI bwana Jafeti Magwala, wakati wakiongea na Radio Kwizera, wamesema kwa sasa huduma za mahakama kuu bado ni changamoto kwa wananchi, hasa katika mashauri yanayohusu kesi za mauaji kuifata huduma ya mahakama kuu mpaka uende makao makuu ya nchi. Mtu yupo Kibondo kufika Dar es Salaam ni gharama. Kwa hiyo wakianzisha hizi masijana ndogo watakuwa wameturahisishia wananchi wenye shida mbalimbali za kutafuta haki kwao. Zikianzishwa kwenye makao makuu ya mikoa, angalau itakuwa imepunguza gharama za kuifikia huduma hili. Watakapoweka ofisi kwa mikoa itasaidia wale watu wa mikoani kufikiwa na huduma hizo za mahakamani, akaamua tu kwamba naomba hii kesi yangu Kigoma hapo jana Februari mbili katika maadhimisho ya wiki ya sheria wilayani Kibondo, imeelezwa kuwa serikali inaendelea na mkakati wa kusogeza huduma za mahakama kuu kwa kuanzisha masijara ndogo kwenye makao makuu ya mikoa katika mpango wa dira ya maendeleo ya mwaka 2025 2050. Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia li watu watano kwa tuhuma za wizi ndani ya vyombo vya usafiri wa umma aina ya daladala katika maeneo mbalimbali mbali ya wilaya ya Nyamagana na Ilemela. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Willy Blodi Mtafungwa, watumiwa hao wamekamatwa kufuatia kuwepo kwa malalamiko kutoka kwa wananchi. Aidha, kamanda Mtafungwa amesema watumiwa wote hao wanaendelea kufanyiwa uchunguzi na taratibu zikikamilika watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Watuhumiwa hao waliokamatwa katika operesheni iliyoanza tarehe kumi na tisa mwezi wa kwanza hadi tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka huu. Watuhumiwa hao wamekuwa wakipora watu mali zao zikiwepo fedha na mali nyingine, hususani wale abiria wanaosafiri kutoka katikati ya jiji kuelekea maeneo mengine baada ya kufanya manunuzi au wengine ambao wamekuwa wamekuja mjini kwa ajili ya kufanya biashara mbalimbali. Sambamba na hilo, Kamanda Mtafungu amesema pia jeshi hilo linawashikilia madereva tisa pamoja na makondakta watano kwa tuhuma za kukatisha njia na kutofika sehemu husika iliyoainishwa kwenye leseni zao za usafirishaji. Radio Kwizera Habari. Kimataifa. Kimataifa. Uvira uongozi wa jeshi la taifa katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wametangaza kuwa jumla ya wasi 43 wa kundi la la M23 wamejisalimisha kwa jeshi la taifa baada ya mapambano katika milima ya tarafa ya Fizi. Msemaji wa jeshi la taifa mkoani Kivu Kusini, makamu luteni Mbunyi Kolanji amesema kujisalimisha kwa wasi hao kumetokana na vifo kadhaa vya wanamgambo wa Twira Neobo Ngumino na Redi Tabara wanaoungana na M23. Amesema wengi wa waasi hao ambao wamejisalimisha ni askari wa zamani wa jeshi la taifa ambao wamedai kuchoshwa na vita, pamoja na kubaguliwa na waasi wa M23, hivyo kuomba kupata hifadhi nzuri. Nalo jeshi la taifa limeeleza kuwa askari wote waliojisalimisha watapewa huduma kulingana na sheria ya nchi na kuahidi kuendelea kupambana hadi makundi ya waasi yatakapomalizika yatakapomalizika mashariki mwa DRC. Bujumbura, Benki Kuu ya Burundi BRB, imewataka wananchi walioko katika makundi ya vikoba kujisajili na kuhamia kwenye mashirika ya kukopesha hii yaliyosajiliwa kisheria. Akizungumza kuhusu swala hilo, naibu mkurugenzi wa benki hiyo Bwana Alfonsi Nyobwe Munsi amesema hatua hiyo imelenga kudhibiti mikopo yenye riba kubwa kwa serikali, ambako pia imebaini uwepo wa changamoto za utapeli na wizi katika baadhi ya vikoba, jambo ambalo linawaathiri wanachama wengi kifedha. Bwana Nyobwe Munsi ameeleza kuwa utaratibu wa kuhamisha wanachama kujiunga na mashirika ya kukopesha yaliyosajiliwa utasaidia kuimarisha usalama wa fedha za wananchi na kuweka uwazi katika shughuli za kukopesha na kukopeshana. Ameongeza kuwa sheria mpya katika sekta ya uwekezaji na mikopo inaeleza kila kundi litakuwa na wanachama thelathini hadi mia moja tofauti na awali ambapo idadi ilikuwa kubwa zaidi, hatua inayolenga kurahisisha usimamizi na kupunguza mianya ya wizi na udanganyifu. Miongoni mwa taarifa tulizokuletea ni pamoja na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watu watano kwa tuhuma za wizi ndani ya vyombo vya usafiri wa umma aina ya daladala. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kibondo mkoa mkoani Kigoma wapongeza hatua ya kuanza kujengwa kwa masijara ndogo za mahakama kuu ngazi za mikoa. Na waasi 43 wa kundi la M23 wajisalimisha kwa jeshi la taifa katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Waza, Wazua. Msikilizaji, katikati ya shida kuna njia. Waza, wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Saa kumi alasiri utaletewa duru habari. Mimi ni Zawadi Bashemela, asante kwa kusikiliza Radio Kwizera habari. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook at Radio Kwizera, Instagram, X na TikTok at Radio Kwizera.